Malezi mi nafahamu nini maana ya malezi, na anaweza kupa mtu wa uhakika kwenye ufalme wa Mungu atuseme ya kwamba nipate mke ambaye hajai kulana na mwanaume, pata mtu ambaye amepata uzoefu wa Kristo ni nani ingine? <coughs> ni propaganda hizo <coughs> nyingine ni propaganda <coughs> zine, zine, unajidanganya. <coughs> Kwa hiyo baba akiwa anafanya kazi ya kumnyosha mtu, anarudisha thamani yake Alafu ile fedha inaendelea kutumika fedha. Hata kama ikunjwa kiasi gani, ukiikuta imekunjwa alafu imetupwa hivi hivi, mtu akiikuta barabarani atasema imekunjika, no hata sema imekunjika, lakini kuna watu ambao wanaweza kuichukua akaitengeneza thamani yake ikarudi. Ongera sana Helen, kwa sababu ongera kwanza kuwa mnyenyekevu wakati wa changamoto, kama mnyenyekevu wa chbaba sauti anaitwa baba yako wa kiroho ni sauti yenye uhai sana, wa kesho yako. this this is is how how you you can can preserve your future. This is how you can get your future get future. Unaweza kuitunza kesho yako na kuipata kesho yako, ukiwa mtulivu tu. Wanadamu akikupiga, watu wakikuchakaza, ukirudi kwa Mungu, thamani yako unaweza kurudi. So, Helen ni mtu ambaye ana uzoefu baada ya kukaa na baba.